Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango amewasihi mabalozi kuwaunganisha Watanzania wanaoishi katika nchi wanazoziwakilisha yani diaspora, ili waweze kuchangia maendeleo ya taifa kupitia uwekezaji mbalimbali. Makamu wa Rais amesema hayo wakati alipokutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Tanzania nchini Sweden, Balozi Mobhare Matinyi pamoja na balozi wa Tanzania nchini Msumbiji Balozi Hamad Khamis Hamad, mazungumzo yaliyofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma leo Aprili 9. Katika nchi ambazo mnakwenda, nina hakika wapo wa Tanzania, na moja ya jukumu la balozi eh, ni kuratibu na kuwaweka karibu diaspora nchi nyingine. Diaspora ina mchango mkubwa sana katika nchi nchi mama walizotoka. Eh, basi, na sisi mkawe vuunganishi muwaweke pamoja muwasikilize, saa nyingine nao wana mawazo mazuri juu ya nchi yetu, wengine wanafuatilia kwa karibu sana. Eh, mkawe wepesi kupokea maoni yao na ushauri wao, lakini pia kuwaelekeza namna ya kuwekeza nyumbani eh, wanatofautiana tofautiana, inabidi kuwafahamu. Wengine ni wataalam ambao wamekwenda kufanya kazi katika nchi hizo e, wengine ni wafanya biashara wadogo wadogo, wengine ni wanachuo. Kwao ni vema mkawafahamu e, changamoto zao, lakini mwawaelekeze kuwekeza nyumbani, fursa zilizopo e, namna ambavyo wanaweza wakatuma fedha kwa, kwa usalama. Na wengine wanazituma kupitia mitandao ya ajabu ajabu, alafu wanapoteza hmm. Lakini kwa mfano, uwekezaji upande sio wote, watasema watasema labda wanakuja kujenga hoteli au wanakuja kujenga kiwanda. Eh, lakini kuna uwekezaji mwingine hata katika ngazi ya familia ni muhimu sana eh, mkawahimize hicho hicho wanachopata wakasomeshe ndugu zao, ni uwekezaji mzuri sana eh, wanaoweza kama ni kujenga viwanda waje wajenge viwanda, wanaoweza kujenga hoteli waje nyumbani wakajenge viwanda eh, lakini katika hali ya kawaida ni eh, vizuri sana wakahimizwa kuwasaidia kuwasaidia ndugu zao hapa nchini, lakini zipo fursa wengine, um, wajenge tu hata nyumbani, wakiwa na nyumba nzuri inapendeza. e, ili muweze kutekeleza jukumu hili kwa ufanisi e, ushauri wangu ni kwamba ni vema kila mmoja wenu waheshimiwa wa mabalozi eh, ahakikishe eh, anaondoka na anaendelea kufuatilia pia pale ambapo kunakuwa na mabadiliko, aondoke na takwimu za msingi za maendeleo ya nchi yetu. Eh, kwa hiyo kwa mfano katika e, kutekeleza diplomasia ya uchumi, sio wote wanaifahamu Tanzania vizuri huko mwendako. Kwa hiyo, mnaweza mkakutana na mwekezaji anawauliza, hivi idadi ya idadi e, ya Watanzania mko wangapi? Kwa sababu maana yake ni ana, ana, ana, anajaribu kupima soko likoje. Hmm. Um, lakini pia hali ya uchumi wa, wa nchi yetu kwa ujumla ukoje? Eh, kwa hiyo natarajia kwamba takwimu za msingi kutoka National Bureau of Statistics mtakuwa nazo. Eh. Kwa mfano mtu anakuuliza hivi pato, pato la taifa la Tanzania ni kiasi gani? Eh, na kwa wastani pato la mtu mmoja mmoja mwananchi mmoja mmoja ni kiasi gani? Eh, au atataka kujua hali ya kifedha eh, hivi katika kwa wastani katika miaka mitano iliyopita eh, mfumuko wa bei ukoje? Eh, au kiwango cha ubadilishanaji wa sarafu ya Tanzania eh, na euro au dola ya kimarekani ikoje eh. pengine atataka kujua uwezo wetu wa ku wa kulipa madeni ukoje eh. hata akiba yetu ya fedha za kigeni eh. kwa hiyo takwimu zile za msingi ambazo zinaeleza hali ya uchumi na pengine hata taasisi za kimataifa ambazo zinatupima jinsi tunavyoenda. Maana tunajipima sisi wenyewe, lakini zipo taasisi za kimataifa ambazo nazo eh, kila baada ya muda fulani wanapima mwenendo wa uchumi wetu.